Karibuni kipindi hiki cha lifahamu kanisa lako. Kipindi hiki tutakuwa na mada inayosema maisha yangu yapo mbele yenu na mabalozi kutoka kanisa la Kivule. Kabla tujaanza, tupate ombi, tupate utambulisho. Mimi kama mwenyekiti ni Rehema Paulo, kulia kwangu a kushoto. Tunapokuwa wawazi, tunaonesha mwitikio wetu kwa Mungu. Dada la Heri, karibu utuambie katika mada ya maisha yangu tunajifunza nini leo? Kitu cha kwanza katika maisha yangu ni uwazi. Ukweli ni kwamba balozi au mtu yoyote anakuwa mwazi kwa jinsi alivyo na sio kutokana na jinsi anavyosema. Mtu anaweza kusema ana moyo wa kusaidia au uma, ila anafanya wa kujionyesha kwa watu, lakini waisa maisha yake haiko hivyo. Hii ina maana kuwa hana uwazi. Masaa saba kumi na sita inasema mtatambua kwa kwa matunda yao. Je, watachuma zabibu katika miiba au mitini katika mibaruti? lakini tunapokuwa na wazi utiongoza katika ufahamu, ambapo ufahamu huu utiongoza kumjua Mungu kupitia njia ya kusoma maandiko matakatifu, yani Biblia, kama ilivyoandikwa katika kitabu cha Korintho ya pili kumi na moja mstari wa kumi, inasema kama vile ile kweli ya Kristo ilivyo ndani yangu, hakuna mtu atakayenifumba kinywa katika kujisifu huku katika mipaka ya Akaya anatufanya kuwa huru kutoka katika kifungo cha due, maana andiko anasema katika Yana nane thelathini na mbili tena mtaifahamu kweli, nayo hiyo kweli taawipa huru katika matendo ya giza na kufuata sheria ya Mungu na kuishi kama wahatilishi wake duniani, yaani warithi pamoja na Yesu yes. ili kupitia ufahamu wetu wengine wamwone Yesu na kumwamini Mwaneema na mkombozi wao. Ufahamu huu utupatia imani thabiti mm -hmm. kwa Mungu wetu Nambuwa na Bwana wetu Yesu Kristo, ambaye ndiye kiini cha ukombozi wetu, tumaini letu la milele, chanzo cha uzima wetu, ambaye kupitia kwake kila kiumbe kiliumbwa na kila amini ataokolewa na si atahukumiwa milele. Warumi moja kumi na sita inasema, kwa maana asionee haya Injili kwa sababu ni uweza wa Mungu uleta ukovu kwa kila aminie kwa, kwa Myahudi kwanza na kwa, na kwa Myunani pia. Warumi kumi mstari wa 4 nasema kwa maana Kristo ni mwisho wa sheria ili kila aminie ahesabiwe haki. Maana yake ni kwamba etamani au anaepanga kwenda mbinguni ni sharti au ameishi maisha ya kumwamini na kumkiri Kristo kama Bwana ombozi wake, kisha atampa yeah. Yesu atampa uhakika. Cha pili ni uhakika. Je, ni uhakika nini? Yesu akamwambia, amini nakwambia leo hivi utakuwa pamoja nami peponi. Yesu uwapatia tumaini na uhakika wale wote wamtegemeao, na kama wawezi kuacha peke yao wakati umechoka na ukata tamaa, ndipo imani yako unapaswa kwa Yesu ili akupe tumaini na uhakika wa kuponywa magonjwa na kupewa nguvu mpya na tumaini jipya, kuondolewa katika majonzi, maumivu, kila hali ngumu unayopitia na kuondolewa katika kifungo cha mwovu. Ni kweli kuna wakati unaweza kupitia hali ngumu mpaka ukahisi Mungu amekuacha, ila nikukumbushe kuwa tumaini lipo katika kitabu cha Wakorintho wa kwanza kumi kumi na tatu inasema jaribu aliku, alikuwapata ninyi isipokuwa lililokuwa kawaida ya nadamu. Ila Mungu ni mwaminifu ambaye hataacha nijaribiwe kupitia mwenzavyo, lakini pamoja na ile jaribu atafanya na mlango wa kutokea ili mweze kustahimili. Nami nakusiri sana uishi kwa kutazamia tumaini lenye baraka kutoka kwa Mungu wa amani na kubariki sana, asante. Dada laheri, kumbe ili maisha yetu yaende sawa, tunapaswa kuwa, kuwa na uwazi na imani barikiwa kwa mafundisho mazuri uliowasilisha. Je, dada Elini, msikilizaji na mtazamaji ajifunze nini kutoka kwako? Karibu. kisale cha tatu, ni kifo cha nafsi. Kifo cha nafsi ni kutoa kila kitu kwa ajili ya Kristo, yaani matendo yangu na maisha yangu na mkabidhi baada ya kupata uhakika wa uzima kujua kuwa sisi ni watoto wa Mungu. Katika kitabu cha Yohana mmoja saa kumi na mbili, naye nasema bali wote waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika watoto wa Mungu, ndio wale waliaminio jina lake. Ambavyo nikijelewa mimi ni nani kwa Yesu, nitatoa kila kitu. Asili yangu au yetu imeharibika na dhambi hivyo Yesu hafanyi kazi ya kubadilisha kuibadilisha na kuiboresha nafsi yetu, bali anachokifanya ni kuweka asili yake mahali pa asili yetu iliyoharibika. Naye ufa, ufanya mara tu nafsi inapokufa. Ubatizo wa Roho Mtakatifu katika kitabu cha Mathayo mstari kumi na moja, naye anasema kweli mimi nawabatiza kwa maji kwa ajili ya toba bali yeye ajaye nyuma yangu ana nguvu kuliko mimi, wala sistahili hata kuvichukua viatu vyake. Yeye atawabatiza kwa Roho Mtakatifu na kwa moto. Naye mtuma Roho wake Mtakatifu kutupatia ubatizo wa kweli wa Roho, ambayo utuonyesha njia, utuongoza, utuonya, utulinda na kutuweka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 huduma. Kipengele cha nne huduma za kikwani, tukisema katika Luka mstari wa kumi hadi wa kumi na tisa inasema, tazama nimewapa amri ya kukanyaga nyoka na nge na nguvu zote za yule adui, wala hakuna kitu kitakacho wadhuru. Tunapokuwa katika huduma za kikwani, tunakuwa tayari kutumika, maana tunakuwa tumepokea nguvu mpya kutangaza kazi ya Mungu kwa kuwapelekea wengine ujumbe wa wokovu bila oga na kuwasaidia katika mahitaji yao. Huduma kikwani ni ni pamoja na kuwaombea wagonjwa wenye mapepo, huduma za kichungaji na kuwaelekeza katika tumaini la hukumu. Uhusiano wa karibu soma, katika kitabu cha Zaburi 133 mstari wa kwanza. Tazama jinsi ilivyo vema na kupendeza ndugu wakae pamoja na kwa umoja. Uhusiano huu hutuweka karibu na Mungu, Yesu na Roho Mtakatifu, kanisa la Mungu na waumini wenzetu, jamii inayotuzunguka bila kujali dini, kabila wala kipato. Ni mpango wa Mungu kuwa sisi tuishi kama familia moja, lakini shetani hapendi uhusiano huu. Ndiyo maana analeta mafarakano na magomvi magonjwa. Ila pamoja nayo, Mungu bado yupo pamoja nawe. Uwe na moyo mkuu. Yesu anakutaka uwe mshindi. Mungu akubariki. Amina. Barikiwa dadailini. Hakika kifo cha nafsi ni kitu cha muhimu katika maisha ya Mkristo. Kumbe tukifa nafsi tunakuwa tayari kwa huduma ya kikuhani, ambapo huduma hizi za uinjilisi uchungaji, utume na nyingine nyingi utupatia uhusiano wa karibu na Mungu wetu. Kuna mambo manne muhimu ambayo yanahusiana moja kwa moja na ukuaji wa maisha yangu: moja, kuwa wazi kwa Mungu; mbili, kuamini maneno ya Mungu; tatu, kuondoa ubinafsi ili kupokea Roho Mtakatifu nne kujitoa katika huduma ya kikuhani. Ni matumaini yetu kuwa utakuwa umejifunza juu ya, ya mzunguko wa maisha yangu. Ni ombi letu kuwa Mungu akupe kibali na ngu, na nguvu wakati tukitazamia tumaini lenye baraka katika siku ile njema ajapo mara ya pili. Mungu awabariki nyote.